Kitu kingine ambacho nimekifahamu ni kwamba hii insulin ndiyo inakuwa kama funguo ya kufungua kwenye seli na kuingiza ile glucose ili uweze kupata nguvu. Kwa hiyo seli inakuwa iko hivi, lakini ili glucose iweze kuingia moja kwa moja kwenye hiyo seli ni lazima a, ah, ah, ah, homoni ya insulin iende ikafungue mlango, then iweze kuingia kwenye seli nawe upate nguvu. <laughs> So uh, uh, usiache usi kuniachia maoni yako uh, kama unaweza uka extend ambacho nimekielewa mimi na ukanipatia maelezo zaidi. Kwa hiyo mimi nakwambia na tu kwa namna ambavyo nimeelewa. Kwa hiyo uh, nimekupatia kazi kubwa mbili na ya tatu. Haya, uh, kwamba kazi ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ina control, ina regulate, uh, kiwango cha glucose kwenye damu, lakini pili inasaidia kutunza uh, chakula cha baadaye, kwamba kama glukozi iko nyingi, regulation itayofanyika ni kwamba itabadilisha glukozi kuwa glycogen na kwenda kuhifadhi kwenye ini au kwenye misuli, na pengine kwenye tumbo lako. Na ndio maana unaweza kuona kwamba kama umehifadhi chakula kingi, ina maana ukiona kitamba, kama umehifadhi uh, storage ya kutosha, hiyo ndio tafsiri yake kwa maana hii hapa. Na nyingine ni kwamba yenyewe ndio funguo kwenye cell ili glukozi iweze kuingia ndani ya mwili wako na kuingia kwenye seli ili uweze kupata nguvu, kwa sababu hizo seli ziko kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wako.